Kijana wa ndoto kubwa. Alikuwa kijana wa kawaida kabisa kutoka kijiji kidogo kilichozungukwa na milima na miti ya miembe. Wao walitegemea kilimo, lakini miaka ya karibuni hali ya hewa ilibadilika, mvua haikunyesha na mavuno yakawa haba. Njaa na ugumu wa maisha vikawa sehemu ya maisha yao ya kila siku, lakini kijana huyu aitwaye Kwame hakuwa kama wengine waliokata tamaa. Ndani ya moyo wake kulikuwa na ndoto kubwa, ndoto ya kutoka kwenye umasikini, ndoto ya kusaidia familia yake ndoto ya kufanikiwa. Siku moja baada ya kusikia hadithi za mafanikio ya watu waliokwenda mjini alifanya uamuzi mgumu: ataondoka kijijini na kuelekea Dar es Salaam kutafuta maisha. Aliondoka bila kitu zaidi ya mfuko mdogo aliyoubeba mgongoni na matumaini makubwa moyoni. Alipofika jijini, alikumbana na hali ngumu sana. Hakukuwa na chakula cha uhakika, hakuwa na ndugu wa kumkaribisha, na usiku mwingine alilazimika kulala kwenye vibaraza vya maduka akiwa amejifunika na gazeti la jana lakini Kwame hakukata tamaa. Kila asubuhi aliamka mapema, akitembea mtaa hadi mtaa kutafuta kazi yoyote halali. Alifanya kazi ya kubeba mizigo sokoni, kuosha magari na hata kuuza maji barabarani. Alidharau kazi hizo kwa muda mfupi, lakini alikumbuka alichokuja kukitafuta, na hilo likampa nguvu ya kuendelea. Miaka ikapita, mmoja wa wateja wake wa maji alimtambua.